Katika mwendelezo wa kutoa maoni wa Tanzania kwa hapa tulipofikia, ndugu Moses Avocado anaandika akisema kwamba kuwa na viongozi wanaopewa sifa kupita kiasi bila kukosolewa kwa haki ni ishara tarishi kwa mustakabali wa taifa. Moses anasema jamii inapojenga utamaduni wa kusifu badala ya kusahihisha, huwa inawatengeneza vijana wasiokuwa viongozi imara bali wafuasi dhaifu wanaotafuta kupendwa si kusimamia ukweli. Anasema vijana wanaokuwa wakiona kwamba njia ya kufanikiwa ni kusifia viongozi bila hoja hujifunza kuwa viongozi ama uongozi ni kujipendekeza si kuwajibika. Anaendelea kwa kusema kwamba hapo ndipo tunapozalisha viongozi wa kesho wasiothubutu kusimama kwa misingi wasioweza kukubali lawama na wasiokuwa na uthubutu wa kufanya maamuzi magumu kwa maslahi ya umma. Leo hii, mara nyingi kuwa mwema hakuonekani tena kama kuwa mkweli, bali kuwa chawa, yaani mtu anayesifia kila kitu hata kisichowazi kuwa ni sahihi. Moses anaendelea kwa kusema kwamba hali hii inaua fikra huru, inanyamazisha sauti za haki na kuifanya sifa iwe silaha ya kujilinda badala ya ukweli. Anamaliza kwa kusema, taifa imara linajengwa na, jengwa, na moja, viongozi wanaokubali kukosolewa; pili, vijana wanaofundishwa kusema ukweli kwa heshima tatu, jamii inayotofautisha kati ya uaminifu na kujipendekeza. Bila hilo tutakuwa na watu wengi madarakani, lakini viongozi wachache wa kweli.